Mikopo yetu ya SME au wajasiriamali wadogo na saizi ya kati inaanzia milioni mia moja mpaka bilioni tatu, na tunalenga kwenye uanzishwaji uendelezaji wa biashara hizo. Kwa hiyo tunapendelea sana kwenye upande wa SME wateja wote ambao wana wazo na wengine wapo tayari kwenye biashara. Kwa hiyo sisi kama Benki ya Maendeleo TIB tupo katika sekta zote za wajasiriamali wadogo na wakubwa na wengine wa saizi ya kati, na tunavyosema, uh, tunalenga mikopo mpaka bilioni tatu. Sio kwamba ndio kiwango cha juu kabisa cha benki ya maendeleo kutoa mikopo hiyo. Hiyo tumeweka kwa wale wajasiriamali wadogo, lakini benki ina uwezo wa kutoa mikopo mikubwa zaidi kwenye upande wa viwanda na sekta zingine za uchumi, na mikopo hiyo inapotolewa kunakuwa na muda wa urejeshwaji. Muda wetu wa urejeshwaji wa mikopo hiyo inaenda mpaka miaka kumi na tano vichara ambazo tunazifanya, tunaendelea kufanya mafunzo, lakini pia SIDO kama mdau mkuu wa wajasiriamali wadogo wenye viwanda hapa nchini tumejaribu kuendelea kufanya mashirikiano na taasisi mbalimbali za fedha, hususan tukizingatia mafunzo tunayofanya leo, ili kuweza kufikisha ujumbe na kuwabainisha mbinu mbalimbali ambapo wajasiriamali wadogo wenye viwanda wanaweza kuzifikia taasisi hizi na kuweza kuaccess mitaji kwa ajili ya kukuza biashara zao chini ya usimamizi wetu. Changamoto kubwa nayoiona ni kwenye sala la dhamana, hasa kwa sisi vijana, wengi wetu bado dhamana zetu sio kubwa kuweza kukizi kupata hiyo milioni mia moja, milioni moja. kwa hiyo tunaomba serikali itufikirie sisi vijana kwa swala so zima la dhamana, kwa sababu lazima uwe na ardhi, kwa sababu sisi kipekee, ukiangalia wengi tunakodisha maeneo kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie kwa sisi ambao tunakodi maeneo bado hatujaweza kufikia vigezo vya kuwa na dhamana kubwa. Tatizo lilopo kubwa ni dhamana. Tunajua dhamana zinatolewa na una ambazo zinatoka na benki kuu, lakini zile za benki kuu zile dhamana bado zinaonekana sio za, za projekti kubwa, nyingi ni za projekti ndogo. Tungeshauri serikali ikae i, i, na benki kuu waone ni namna gani wanaweza kutoa dhamana kwa ajili ya project hizi za kati na miradi oso ile mikubwa, ili watanzania washiriki kwenye kuwekeza, kukopa fedha nyingi za kuweza kuwekeza kwenye miradi midogo na miradi ya kati na miradi mikubwa. Benki hii inatoa mkopo kwa kampuni, sio kwa mtu binafsi. Kwa hiyo nadhani hicho ni kitu ambacho vijana wanapitia changamoto, kwa sababu inaposemekana, inaposemwa kwamba inabidi uwe na kampuni ndo uweze kupata mkopo, kwa vijana nadhani hilo inakuwa ni jambo gumu, kwa sababu vijana wengi hawana kampuni, ila mtu anaweza kuwa na idea au kuna kitu anakifanya ila hajasajili kampuni.